Nakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu sana katika mfululizo wa vipindi hivi vya Mkushi Bible Reply Show, na leo ikiwa ni sehemu ya pili ya kipindi hiki, kama ilivyo wada, sitakuwa peke yangu, nitakuwa pamoja na Pasta ambaye yeye atakwenda kuyachambua maandiko kupitia maswali yale uliotuandikia katika channel yetu ya YouTube. Pasta atajitambulisha na kisha tutaenda moja kwa moja katika kuyajibu maswali. Bwana Yesu wasifiwe! Kwa majina, ninaitwa Mchungaji Asani. Kilanga ni mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato, mtaa wa Gosheni. Ninawakaribisha sana katika chaneli yetu hii ya Mkushi Media kwa ajili ya kuweza kuendana nasi pamoja katika yale maswali yote ambayo yamekuwa yakiulizwa na watazamaji wetu, na tunakuwa tunapata nafasi ya kuweza kuyajibu. Mungu aweze kutuongoza sasa tunapokwenda kuyajibu, na tunayajibu kwa muktadha wa Biblia na sio muktadha mwingine wowote ule ambao unaoweza kuongozwa pengine na watu wanavyofikiria, lakini sisi tutajibu kutokana na namna ambavyo Biblia inasema. Bwana atubariki tunapoanza hadi mwisho. Asante sana pasta, kwa utambulisho huo makini kabisa, na moja kwa moja tutakwenda katika maswali yale yaliyotufikia, na siku ya leo swala la kwanza linasomeka: Je, nawezaje kusimamia hali yangu ya kiroho? Asante sana kwa swali hilo ambalo limeulizwa na msikilizaji wetu Bwana ambariki sana kwa kuweza kututazama lakini pia kwa kuweza kupata nafasi ya kuweza kuuliza swali hilo. Ni ishara ya kwamba anafuatilia na anatamani sana Mungu wa mbinguni aweze kumsaidia aweze kusimama katika hali yake ya kiroho, lakini Swali hili linaturudisha sana katika bustani ya Edeni. Huko katika bustani ya Edeni hapo ndipo tunapopata kwamba msingi wa mwanadamu, lakini pia hapo ndipo tunapata kwamba mwanadamu alipaswa kuweza kusimama kwa nani, namna ambavyo alivyoweza kupaswa kuweza kuishi. Tukiweza kusoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya pili na mstari wa saba tunaona namna ambavyo Mungu alimuumba mwanadamu. Anasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya alizi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Lakini Mungu wetu wa mbinguni alivyoweza kumuumba huyu mwanadamu, wa kuishia hapo, alimpa jukumu la kuweza kufanya. Ukiendelea kusoma hapa, utaona namna ambavyo Mungu wa mbinguni alivyotengeneza bustani ya Edeni. Lakini ukija katika ule mstari wa kumi na sita ile sura ya pili, anasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu ti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa hiyo hapa ninaona msikilizaji wetu na mtazamaji wetu hapo ndipo anapo alipo alipoweza kujikita kwamba anawezaje, mungu wa mbinguni alimuomba mwanadamu alikusudi aweze kusimama katika maagizo yake na sheria zake. Lakini tunaona kwamba katika mstari uh, sura ya tatu ya kitabu cha Mwanzo, mdanganyi alikuja, na mdanganyi alivyokuja, ukisoma sura hiyo ya tatu mstari wa kwanza hadi mstari wa nne anasema: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiyale, wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamta

Mungu alimwambia kwamba ukila utakufa, lakini nyoka anamwambia ukila hautakufa. Mwanadamu huyu alipaswa kuweza kusimama imara kwenye lile agizo ambalo Mungu wa mbinguni aliweza kumpatia, lakini alishindwa kusimama kwenye hilo agizo kwa sababu ya udanganyifu wa Shetani. Kwa hiyo tunaona sababu ya kwanza kabisa kinachoweza kutufanya sisi wanadamu tushindwe kusimama katika hali zetu za kiroho ni kushindwa kufa maagizo ya Mungu ambayo aliyoyasema na nini. Hapa anachotaka kuzungumza Mungu wetu wa mbinguni, alivyoweza kumuumba mwanadamu hakumuumba mwanadamu kama roboti, alimuumba mwanadamu eh, kama kiumbe huru ambaye anayeweza kuchagua, kuonyesha kwamba Mungu wetu wa mbinguni sio dikteta, bali anahitaji kuweza kuabudiwa kwa uhuru na uchaguzi ulio sahihi. Kwa hiyo mwanadamu alipaswa kuendelea kuwa na chaguzi ya kus mama imara katika kile ambacho Mungu wa mbinguni alichomweleza, lakini kwa bahati mbaya, kwa sababu ya uovu akashindwa kuweza kusimama. Huku kusimama kusimama kumekitwa ndani yake na uchaguzi na uchaguzi, na ndio maana hata tukisoma Yoshua, Yoshua anawaambia hivi katika kitabu cha Yoshua ishirini na nne na mstari wa kumi na tano anasema nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana chagueni hivi leo mtakayemtumikia kwamba ni, ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kwa hiyo unaona kwamba Yoshua anawaambia waweze kuchagua. Kwa hiyo mm, kusimama kwetu katika hali za kiroho kumefungwa sana na chaguzi ambazo huwa tunazichagua katika maisha yetu ya kila siku, namna ambavyo tunaamka, namna ambavyo tuna natenda namna ambavyo tunavyojibizana na watu namna ambavyo tunafanya maisha yetu. Lakini pamoja na hayo, katika kuchunga chaguzi zetu ambazo tunazozifanya, lakini lipo tumaini ambalo pia Mungu wa mbinguni anatueleza tukisoma katika kitabu cha Warumi, Warumi ile sura ya, ya ya kumi na mstari wa kumi na saba anasema basi, imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la la Kristo. E, kwamba imani chanzo chake ni kufanyeje? Ni kusikia. Maana tunafahamu kabisa kwamba viungo vyetu hivi vya, vya mwili ikiwemo masikio lakini pia ikiwemo macho ndio hivyo ambavyo vinavyopokea information na kupeleka katika bon bongo zetu na hizo bongo zetu ndizo zinazoamua. Kwa hiyo wanasema kwamba e, tunapaswa kuweza kulisikia na kuweza kulitafakari neno la Mungu. Kwa hiyo jambo lingine ambalo linaweza kumsaidia msikilizaji kuendelea kusimama katika imani ni kusoma neno la Mungu, ndo linaloweza kumsaidia katika chaguzi zake ambazo anazokuwa anazichagua katika maisha yetu haya ya duniani, lakini pamoja na hapo pia lipo tena tumaini lingine ambalo pia Mungu wetu wa mbinguni ana analitoa na tumaini hilo pia. Mungu ana, analitoa katika kitabu cha, cha Mathayo anasema kwamba ile sura ya kumi na nane na ule mstari wa, wa nane anasema basi, mkono wako au mguu wako ukikukosesha, ukate ukautupe mbali nawe ni afadhali kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono au mguu kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupwa katika moto wa milele. Lakini pia fungu la tisa anasema kwamba na jicho lako likikukosesha ling'oe ukalitupe mbali, nawe ni afadhali kuingia katika uzima una chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu ya ya moto. Unaona hapo, zote hivyo anazungumzia habari juu ya macho kulinda, na maana vyote vile ambavyo vinavyopeleka information katika bongo zetu ambazo zinazotengeneza ufahamu wetu wa, wa kuchagua lakini kitabu cha Wafilipi ile sura ya nne na mstari wa sita anasema kwamba e, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Kwa jambo lingine ambalo mtu wa Mungu hapa Paulo anatuambia ni katika bali juu ya kuomba, tukiwa tunapata muda wa kuweza kuomba asubuhi kabla tujaanza maisha yetu yaani, shughuli zetu, lakini pia pengine ukipata nafasi mchana, hata ukiwa kwenye shughuli ukazungumza na Mungu, na jioni kabla ya kulala ukapata nafasi ya kuweza kuabudu Mungu wa mbinguni, atatusaidia na atamsaidia pia msikilizaji kuweza kusimama katika safari yake ya kiroho. Unaweza una kama vile unafanya unafanya, lakini lakini wakati wakati fulani unashindwa unafanya, lakini wakati fulani unashindwa, lakini tumaini tena, na alitoa katika kitabu cha Matayo kumi na saba fungu la ishirini na nne anasema lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Mungu pia mbali na kusali, lakini tu tunapata muda wa kuweza kufunga. Tunajinyima, kwamba tunaamua kwamba kwa siku hii au wiki hii hatuli hatuli chakula asubuhi, chana pengine tutakuja kula jioni, kwa sababu tu ya kuhakikisha kwamba tunapofunga eh, nyoyo yetu na akili zetu mara nyingi sana vinakuwa vinatafakari vinatafakari vinamtafakari tu Mungu wetu wa mbinguni kwa hiyo uh, msomaji wetu na msikilizaji wetu, Mungu amsaidie sana anapoenda kuchukua hatua hizi, kwa kusoma neno la Mungu, kwa kusali, lakini na kwa kufunga. Mungu wa mbinguni atamsaidia na kuendelea kusimama katika safari yake ya kiroho ya. Asante sana Pastor kwa chambuzi hizo nzuri. Swali la pili nauliza, baada ya kifo tunaenda wapi? Mungu ambariki sana kwa swali hilo, lakini nina napenda kusema pia kwamba msingi wa swali lake hilo linaturudisha te tena pale pale kitabu cha Mwanzo. Ninamshukuru Mungu kwamba maswali yote ambayo leo yameulizwa, ile swali la kwanza na ile swali la pili, yote msingi wake ni kitabu cha Mwanzo. Lazima kwanza tujiulize kifo ni nini? Ukishajiuliza kifo ni nini, hapo ndipo tunaweza tukaendelea kwamba mtu akifa anakwenda wapi. Na nikurejeshe pia katika kile kitabu cha Mwanzo, Mwanzo ile sura ya pili mstari wa saba. Neno la Bwana linasema hivi, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai mtu akawa nafsi hai. Maana yake ni kwamba kumbe mwanadamu ambaye ni nafsi hai, e, ni kuchukua mavumbi lakini unajumlisha na pumzi, huyo ndio mwanadamu. Maana yake ni kwamba ni mavumbi unaondoa pumzi hapo, ndipo tunapata maana ya kifo. Kifo kumbe ni zao la kushindwa kufanya kile ambacho Mungu wetu wa mbinguni ametuagiza. Na ukweli ni kwamba jambo hili limekuwa na nadharia nyingi sana na nadharia nyingi sana, kwa sababu mwasisi wake ni Shetani ambaye aliyesema kwamba nafsi haiwezi kufa au mtu awezi kufa. Kwa hiyo yameibuka mambo mengi sana habari juu ya kifo, kama tulivyoona kwamba pumzi inapotoka mtu huyo ndio anakufa. Kwamba nini sasa huyu mtu anapokufa kinatokea? E, kwa baadhi ya nadharia ambazo watu wanasema juu ya kifo nadharia wanasema kwamba, nadharia ya kwanza wanasema kwamba mtu akifa, kwamba kama alikuwa anatenda mema huyu mtu anakwenda peponi, lakini kama hakuwa anatenda mema huyu mtu anakwenda kuzimu, anaenda jehanamu, anaenda motoni. Mtu anapokufa e, nini kinachotokea? Kitabu cha Mwanzo hiko hiko kinatupa majibu yetu katika ile sura ya tatu na ule mstari wa, wa, wa kumi na tisa, neno la Bwana linasema kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi hii. Sasa ni, ni, ni, ni baada ya laana ya wale ambapo waliposhindwa kusikiliza maagizo ya Mungu, anaendelea kusema ambayo katika hiyo ulitwaliwa ardhi hiyo alitwaliwa huyu mwanadamu, kwa maana huu mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Kumbe tuliona kwamba sisi ni ni muunganiko wa mavumbi lakini kujumlisha pumzi. Kwa hiyo pumzi inapoondoka, kinachobaki ni nini? Kinachobaki ni mavumbi tu, hakuna kingine ambacho kinacho kinachobaki. Zaburi mia moja arobaini na sita lile fungu la tatu pamoja na fungu la nne la Anasema msiwatumainie wakuu, wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Lakini fungu la nne anasema pumzi yake hutoka huurudia, eh, udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea, mtu anapokufa, kwa sababu asili yetu sisi ni mavumbi tunairudia tunairudia mavumbi. Barikiwa sana Pasta, kwa uchambuzi huu mzuri. Sasa swali letu la tatu na la mwisho siku hii ya leo linauliza, je, kulikuwa na mwanzo kabla ya uumbaji wa dunia au uumbaji ndio ulikuwa mwanzo wa dunia? Ninafurahi sana kwa siku ya leo, maana nikiyatazama maswali yote ni kama vile yanaturudisha na, ya katika kitabu cha Mwanzo, ndo huko tunapoelewa asili yetu na huko ndiko tunapoelekea. Tulimetoka tu wapi, na tuko wapi, na tutaenda wapi? Msikilizaji ameuliza kwamba je, kulikuwa na mwanzo kabla ya uumbaji wa dunia, alafu akasema, au uumbaji ndo ulikuwa mwanzo wa dunia. Lakini kama anaozungumzia katika muktadha wa mwanzo wa dunia, kitabu cha Mwanzo kinatuambia kina ile sura ya kwanza na mstari tu wa kwanza, anasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Maana yake ni kwamba kama mtu atazungumza mwanzo wa Mungu, Mungu alikuwepo kabla ya kuumbwa kwa dunia e. Mungu yeye alikuwepo, kimsingi, yeye mwenyewe ndiyo aliyehusika katika uumbaji wa dunia. Kwa hiyo tunaiona dunia katika muktadha wa uumbaji. Hapo ndipo tunaanza kuiona dunia inafanyaje, inatokea. Ukisoma kitabu hicho chote cha Mwanzo, tunaiona namna ambavyo Mungu alivyoitengeneza dunia, akaweka akaweka hiki akaweka hiki akaweka hiki, kwa hapo ndipo tunapopata mwanzo wa, wa, wa dunia. Lakini kama ni mwanzo wa Mungu, Mungu mwenyewe alikuwepo kabla ya hii dunia kuweza kuumbwa. Lakini kipengele cha pili anauliza anasema au umbaji ndo ulikuwa mwanzo wa dunia? <laughs> Lakini kimsingi ukweli ni kwamba mwanzo huu ambao unaozungumzwa unaozungumzwa mwanzo katika muktadha wa dunia. Kwa hiyo dunia ni matokeo ya uumbaji wa Mungu wetu wa mbinguni na hakukuwa na dunia hapo. E, kwa hiyo tunaonyeshwa dunia Mungu wa mbinguni alipoanza uweza kuiumba lakini, kama ni Mungu, Mungu mwenyewe alikuwepo kabla ya uumbaji wa dunia. Asante kwa maswali yote ambayo yameulizwa na wasikilizaji wetu. Katika lile swali la kwanza, kwa namna ambavyo tunaweza kusimama kiroho, hicho ndicho Mungu wa mbinguni anakitaka, tuishi kwa namna ambavyo anataka. Lakini pia katika lile swali la pili la habari juu ya watu wakifa wanakwenda wapi, lakini pia hata na hili la swali la uumbaji Eh, ni maswali ambayo kimsingi yanawatatanisha ya wengi sana, lakini ukweli ni kwamba Biblia hii kutoka kitabu cha mwanzo hadi kitabu cha ufunuo, uh, majibu yote yanapatikana hapa. Mimi niendelee tu kumomba msikilizaji wetu kama tulivyoweza kujifunza katika kitabu kile cha Ufunuo kumi na mbili na ule mstari wa tisa, tukaona kwamba moja ya silaha ambayo anayoitumia shetani kuweza kumdanganya mwanadamu a, ni silaha ya udanganyifu. Ah, msikilizaji wetu Mungu amsaidie sana, awe ni mtu ambaye anasoma maandiko e, maana leo hata hivyo shetani katika udanganyifu huo anaendelea anapotosha maandiko matakatifu, lakini pia utaona pia kuna manabii wa uongo wanakuja na mafundisho ya uongo e, na ndo maana shetani ya mwenyewe ni muongo. Kwa yote ya hayo yanatokea kwa sababu ndio kazi yake, kwa ajili ya kuweza tu kumfanya muyu mwanadamu asimwangalie Mungu. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba msikilizaji wetu, Mungu amsaidie sana, awe ni mtu wa kusoma maandiko matakatifu. Mbali na kwamba atasikiliza kipindi hiki na atafundishwa, lakini na yeye awe ni mtu wa kusoma maandiko matakatifu e, maandiko matakatifu, maana maandiko yanajifafanua yenyewe. Mungu ambariki sana na Karibuni sana katika kipindi hiki na kipindi pia kijacho. Nikushukuru sana pasta kwa kuweza kujumuika nasi siku ya leo, lakini zaidi ni kushukuru wewe uliye mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki cha Mkushi Bible Reply Show. Wakati huu ninakwenda kukuaga lakini nikikusihi zaidi uendelee kuuliza maswali kwa wingi, kwa wingi kwa sababu ndipo utakapofanya kipindi hiki kiweze kuendelea kuruka hewani. Nikuage kwa sasa na karibu tena wakati mwingine.